Mambo yaweze uh, kwenda vizuri zaidi na una nafasi ya kushiriki nasi kwa kutuma ujumbe wako ufupi wa maandishi kupitia nambari ya 0710 977 977 na mambo yanakuwa poa zaidi, bwana. Tunakukumbusha, nakukumbusha kuhusiana na bahati nasibu ya Taifa ambayo imefika leo na inaweza kuwa siku yako ya kushinda mkwanja mrefu kabisa. Sasa unaweza kucheza ama kuanza siku yako na Loto ambayo inakupa nafasi mbili kila siku kwa kushinda makadirio ya milioni 45, na kukumbusha pia kuna milioni tatu za Kitanzania na zinatoka kila siku kwa tiketi ya shilingi elfu mbili tu. Lakini pia haijaishia hapo bwana, kuna mchezo wa tamba na namba. Hii inakupa draw kila siku na kila dakika tano aa, hii inamaanisha kwamba nafasi nyingi zaidi za kushinda hadi shilingi milioni kumi. Tiketi inaanzia shilingi mia moja tu, lakini usisahau pia msikilizaji, kuna toboa chap chap hapo bwana, kuna zaidi ya shilingi bilioni mbili za zawadi za papo kwa hapo. Cha msingi wewe kwa nguo amechisha na ushinde. Kuna spin for cash, hili ni gurudumu la za lenye thamani ya Tanzania shilingi bilioni mbili nukta saba, zungusha na ushinde. Unaweza kupiga kabisa nyota moja nne tisa nyota themanini na nane alama ya reli, kwa wakala wa bahati nasibu ya taifa iliyopo karibu nawe, au kwa USSD ya Mix by Yas, Airtel Money na Mpesa. Sasa cha msingi hapo kushiriki ni kuanzia umri wa miaka kumi na nane na kuendelea. Cheza kistaarabu, na bahati nasibu ya taifa inasimamiwa na bodi ya michezo ya kubahatisha Tanzania. Kwa maelezo zaidi wapigie kupitia nambari ya sifuri nane sifuri sifuri mia saba themanini na mbili mia mbili thelathini na tatu Jiandae msikilizaji, tunaelekea pazuri sana, ni kizimbani.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 Tunasonga mbele hapa, acha hiyo tabia mbaya. Nilijua hilo lazima haliwezi kukosa <laughs> yani, lazima tukumbushe kila siku, ende kwa Mungu waache hiyo tabia mbaya kabisa, kabisa. Hey. Haya msikilizaji, ni wasewa wa Kizimbani, tunakumbushana hasa kuachana na zile tabia mbaya ambazo sio nzuri kwenye jamii zina kera zina boa kwa hiyo tunapaswa kubadilika ili mwisho wa siku mambo yaweze kuwa mazuri zaidi. Eh, bana, uh, tuna wasabahi wote ambao mnapambana asubuhi ya leo kuhakikisha kila kitu kinakwenda vizuri. Na mwanzoni kwasi tunaanza kipindi chetu tumeambiwa leo ni siku ya watoto duniani. Je, hao watoto tunawalinda kwa kiasi gani kuhakikisha kwamba na wao wanakuwa salama wakati wowote? Popote pale wanapokuwa wanakuwa salama. Tunatumia na muda wetu kiasi gani kuhakikisha wanakuwa salama? Leo hii tunaweka kizimbani baadhi ya makondakta kwenye vyombo vya usafiri. Sijui yes, tunaelewana. Kwenye vyombo bata, vya usafiri makondakta, unajua uh, tunajua kuna wengine wapo kwenye maslahi yani yeye ya ya apate pesa, maisha yanaendelea, haijalishi ya. Kwa mfano ajikuta ni mzazi anasafiri na watoto. Ndiyo. Sasa wale watoto, yani konda anakubali kabisa watoto wanakwenda wamesimama watoto na bana bana, au saa nyingine akonda anachukua mtoto na mtu, anamtupia abiria amepanda, labda ya siti ya mbele au ya nyuma, pakata ya, ya mtoto pa, bwana, tunaangalia vipi usalama wa huyu, oh, mtoto yani, anakuwa kama vile mzigo. Yani kama mzigo hivi, mm -hmm, lakini si, si, si ndivyo ilivyo. Yaani unakuta mtoto yani, anashikwa vibaya kwenye vyombo vya usafiri, yaani kondakta, unathamini pesa kuliko huyu mtoto unakuta labda ni mzazi ana watoto labda wawili, hata mm, hata watatu, hata watatu. Mm, mmoja amempakata mwingine. sasa hapo kuna watu unabidi uangalie sasa, mm, ili as, as, asipeleke kama kama kama kabegi ka, au mm, mfuko, kama kagunia ka hivi mwangalia ustaarabu basi, wengine anaweka katikati kwa sababu usafiri katikati ya watu watu wazima hey. Kama katikati kati, ewa, kapati vizuri jamani yani, kuongea kawezi kawezi, labda yani, akilio kikubwa utasikia analia hivyo. Huyu mtoto tunamlinda kwa staili hii e, tuna, tuna kweli haiwezekani yaani, unajua makonda, tusipende pesa sana yaani. mm. Kona unawezekana kweli, mama amekuja amekuja. yeah. Uh, na wale watoto mkonda. mm. Tumia ustaarabu, tumia akili basi. hey, hawa watoto ambao wamekuja basi weza kusema sasa, mama, hii si tulioikata. mm. watakaa watoto tu E, yani hey. Una watoto basi kwa hii siti ukatie tuseme hii siti zote mbili kwamba watoto mmoja utampakata u hey. Moja utampakata na mwingine wakae, jaribu kushauri awezekana hey. Kweli uwezo wa mzazi ukawa au haupo, lakini sema basi hey. um, tuangalia utaratibu mm, ulio mzuri si, si bora liende limaafika mzuri. Hey. Utasikia we panda kama utakishuka, unajua wewe ambao unapanda sasa hivi ukiwa hmm. na uwezo wako ulikuwa mtoto. Mm. Ulikuwa mtoto, sasa fikiria unavyoona kwenye vyombo vya usafiri watoto wanavyopata shida, wanavyopata adha kwenye vyombo vya usafiri. Eh, mm. e, jamani e, yani tu, e. Tabia mbaya mpaka mtu anaona huruma. Eh. Mw... kama unaona mama, kama unaona kwamba utaweza kupanda shuka na watoto wao. Shuka na watoto wako hata ulikuwa kama mtoto na ulikuwa mtoto kama watoto unakuta hiyo kaa vizuri. Hapo unakuwa na kauli ngumu kweli kweli. Kauli ngumu kweli. Hey. Hey, hutaki unaacha. Hutaki unaacha bwana. Kuna watu kweli kweli, hutaki unaacha, hutaki unaacha bwana, kuna watu ambao wanataka wewe wewe, wanawahi, unawahi kwenda hey. Wapo kitaa kwao usianza safari jana. Sasa hapo pia Usafiri upo kwa ajili ya watu. Mm. Na watu sasa wamewapata, basi wapeleke vizuri. Seta, na haimaanishi kwamba watoto wataki kusafiri hey. Wakuta wana wa, mzazi wao bwana anaenda, mm, sehemu fulani ndio, lakini wenyewe wanathamani thamani kama binadamu, weka utaratibu mzuri kwenye hicho yeah. cha moto watoto yeah. wasipate shida eh? watoto wasipate shida, weka hata ushauri basi shauri kwamba ni moja mbili tatu. Kama kama basi ukiona hata kwenye gari lako basi, kwenye, kwenye gari lako, basi usiruhusu basi, basi huyu mama kapanda basi, mama pamejaa jaa usiruhusu, gari inayokuja hapo nyuma lina nafasi lina nafasi. Nafasi. Hey, ukapanda pale mama mwingine akaendelea, lakini unasema hela yake unaitaka, mm. lakini unampeleka kama nili, kama mzigo, kama mzigo. akati wote tunategemeana, inamaana wewe upo kwa sababu yake mm. Umeona. sasa mwisho wa siku mm. unajikuta mtoto, mwanzo wa safari hadi mwisho wa safari, mtoto anaenda nalia na hapo na sasa, yani hapo na, na, na, na, na ruga ngumu zinakuwepo. Si ndio, anasema ruga ngumu. Yeye anafukiwa si nini? Yaani unamnyanyasa nyanyasa mtoto. Kwa nini siku ya mtoto duniani, kwa nini he kwa sababu kuna watoto ambao wanapitia wakati mgumu mgumu, tuwathamini basi. Tuna, tunapowasafirisha mm. tuwaonyeshe upendo upendo uwepo na unapomsafirisha wewe, uh, uh, we, ni kondakta unamsafirisha, pengine ni mama au baba Ndiyo. ana mtoto zaidi ya moja Ndiyo. E, mtafuta namna fulani hata ya kushauri basi, au unaweza ukasema kwamba basi kama kwa mtindo kwa mtindo huu unaoona mm kuna siti zilizobaki pale mm. ziko mbili zikatie hizo zote, mzazi ana uchungu bidii, uzikatie mm. zote mbili kwa sababu ya watoto mm. kwa sababu ya, mm. e, Waleke... e, e, ya mtu mzima ni mm. shilingi elfu moja e. Basi watoto watapata pia shinge mia tano kwa hiyo, mia tano, kwa eh. Wala hata ile nilii kupunguza basi na mafuta na ule eh, utu zaidi. Yani tuweke utu mbele tusiweke eh, ko... maslahi eh, kwa sababu pesa hizi eh, zinaisha lakini utu mesapi, wa mtu unakuta na vyombo vyetu vya usafiri kama unavyojua mm, pia kwenye matuta huyo mtoto

Kelvini kutokea Mikongo, Kibondo anasema, kwa kweli makondakta wajifunze, maana mtoto ni taifa la kesho. Waache kupenda pesa sana, mtoto anathamani sana. Asante sana. Anaitwa Nathanaeli Adolfu, kutokea ubaoni Kibondo pale, anasema, kiukweli baadhi ya makondakta uh, wanathamini pesa kuliko utu wa mtu. Jamani, badilikeni. Umeona? Hmm, sio kama jamii haioni haya mambo. Ndiyo, wanaona lakini mwisho wa siku wananyamaza kimya. Inakuwa ni changamoto, changamoto kubwa sana. Hmm. Msikilizaji, ni dakika ya 44 tuna sekunde chache kupata maneno mazuri kabisa kwa ajili yako msikilizaji. Baada hapo tukirejea, tutasonga mbele kupitia ujumbe wako ambao unaendelea kututumia 93.7 radio